Haiwezekani useme yeye jogoa wiki baada ya kukuoa, maana alikuwa kashaulamba mkopo wa sukari, ndio maana wakapanga ndoa. Sasa asije kutuambia sisi kwamba eti jogoa Manala baada ya wiki. Na Manala ana watoto na tunawajua, mbona kina Lusha ina hatujasikia maneno yake. Kwanza mimi na maneno yake tunaona kwake ndo mapya, kama ya kununuliwa nguo ya kutokutoa, yaani hata shilingi 100 kwake yeye ndo tunayasikia tunaona mapya, baada ya yeye kutoka kwa Manala kwa wenzie mbona hatujasikia hayo. Mji umewaka moto, mji umewaka moto kwelikweli. Hapa kinachotamba sasa hivi mtandaoni ni Zailisa na Manara. Sasa imesemekana mengi, tumeaona mengi, tumeyasikia mengi, tumeyasoma mengi, mimi nata... Kwanza bikubwa, ushakuolewa bila shaka. Mimi nimeshaolewa na nimekuwa kwenye ndoa na mwaka wa kumi na tano sasa, mwaka wa kumi na tano e. Ukiona okay, mwanamke anaolewa anaachika, anaolewa anaachika, anaolewa anaachika, tafsiri yake ni nini? Wenda ikawa tatizo lipo kwa mwanamke ama kwa yule wale wanaume ambao wanakuwa namuoa. Tatizo linaweza likawa kwa mwanamke na tatizo linaweza likawa kwa mwanaume mm, yote yanawezekana mm, eh na jinsi ambavyo wewe umefundishwa, vile ambavyo ndio inatakiwa iwe, ikitokea siku, labda mwanaume wako akawa na madhaifu fulani hivi, unaweza kweli kuyanika mitandaoni kusema mwanaume wangu a, mwanaume wangu b, mwanaume wangu c? Kweli? mm -mm, sio kweli Huwezi kuzungumza yi, mambo ni ya ndani mm. ya chumbani mm. Umeona, huwezi kuzungumza mwanamume wangu ana hiki, ana hiki. Ikiwa kweli mwanamke uliosimamiwa, una somo yako, umefundwa, umefundika, huwezi kuongea vitu kama hivyo. Kwa hiyo, alichokifanya Zaiylisa unaisa, amekosea kweli. Ikiwa anamjibu Manara, amekosea sana. Zaiylisa amekosea mm. kwa kusema maneno hayo mbele ya hadhara mm. ya watu, kuyatoa maneno ya chumbani mm. Mimi na shangaa, kwanza nashangaa sijaelewa sehemu moja. Mi nachotaka kwanza kumuuliza Zaiylisa, kweli anachokiongea kwamba Haji hana hata mia aliyompa kweli? Kwa sababu tulikuwa tunaona kwenye mitandao kwenye peji zao wanayoenda kwenye nyota tano hoteli ma, ma, ma, makubwa kubwa, wow. Tulikuwa tunamwona yeye na safari za nje ya nchi na, na, na Manara mm. Sasa mimi nilikuwa nataka kumuuliza Zaiylisa mimi kama shangazi mm. Nataka kumuuliza Zaiylisa kule kote kweli Manara alikuwa hata mia anayochangia anavyodai yeye kwamba hamna kitu chochote Manara alichompa kweli? Anachosema kwamba alikuwa na Manara hatoi chochote. Kwa hiyo kule kote kulikuwa kunalipiwa na masponsa, walikuwa wanasainisha mikataba kama anataka kununua meli ya Wagiriki kweli mimi navyoona sio kweli, anataka kutulisha matango pole tu. Manara ajaye kumnulia tadoti ya kitenge. Ehe, ndio hapo sasa, ndio napochoka kwa sababu Zailisa alivyotoka kwa Manara, Manara alikuwa na wake zake mm. na wake zake aliwaacha, tuseme kasosa celebrate kama nani, Zailisa. Kuna Rubi, kuna Rushaina, kuna mlio mwingine sijui nani, simjui vizuri jina lake mm. Mbona wao kuzungumzia hayo kuhusu mambo ya nguo, kuhusu mambo ya vyakula, kuhusu sijui ni Haji Manara hajatoa hata shilingi 100. Tuseme wale walikuwa mbona walikuwa wasainishi mikataba kama yeye alivyokuwa anasaini tunamwona anaandika katika makaratasi kama anataka kununua meli ya Ugiriki. Wao walikuwa wanunuli nguo na za nani na Manara. Kwa hiyo Manara baada ya kumwoa yeye tu ndo akawa hatoi hela ya nguo, si ndio? Huo ni uongo wa kutunga. Kwanza anau, anatunga uongo sio mzuri. Zailisa anachokifanya, Manara ana mchango mkubwa sana. Zailisa kule alikotoka, tulimuona bwana kapayuka, sura ilikuwa ishataradadi, sura ilikuwa haimetaradadi kabisa. Tulikuwa tunamuona kule alikotoka kwa mara ya kwanza, mpaka Manara anamstiri. Sisi tunamuona anaenda na Manara, anaenda huku, anaenda huku, tunamuona alikuwa amepayuka payuka. Sasa hivi anawika, anamuona Manara nani mbaya. La, Zailisa, aha, na mi nataka Zailisa aniitie somo yake aliyemfunda wakati wa harusi, kwa sababu ilile ni tusi, anamtukanisha mpaka somo yake mm -hmm. Haiwezekani we, mambo ya chumbani lile neno ni la chumbani. Huwezi kumwambia mtu jogoa wiki, tuseme jogoa wiki, walivyoanza kudeti huko alikuwa wiki jogoa kweli? Kwa nini Zailisa aliongea ayo? Eh, kaongea kwamba Jimanala jogoa wiki. Eh, jogoa wiki. Sasa, yeye sikakaa na Jimanala karibia mwaka mzima, kwenye kwenye, kwenye, na, na uo, alikuwa kashaulamba mkopo wa sukari. Ndio maana wakapanga ndoa sasa asije kutuambia sisi kwamba eti jogoo Manara awiki, na Manara ana watoto na tunawajua. Mbona kina kinarushaina hatujasikia maneno ayo? Kwanza bila maneno haya tunaona kwa kendo mapya hmm. kama ya kununuliwa nguo ya kutokutoa kutokutoaji hata shilingi mia hmm kwake yeye ndo tunayasikia tunaona mapya baada ya yeye kutoka kwa Manara. Kwa wenzie mbona tujasikia hayo? Ndio tulisikia wamegombana na wenzie na nini na wapo, mbona tujai kuwasikia akisema kwamba Manara alikuwa anunuli nguo, alikuwa jogoa wiki? Tuseme Manara, mbona mwenyewe anaonekana kabisa jogoa shamba yule, hata saa saba za usiku anawika, maana hata ana saa. Itakuwaje yeye aseme maneno kama hayo? Mi nataka unitie somo, bwana wa Zaiylisa aje naye somo yake, anamzalilisha somo bwana. Yule Zaiylisa alifundwa kweli? Yule zailisa, yule hajafundwa, anamzalilisha somo yake. Haiwezekani mwanamke uliofundwa, ulio ukafundika ndani, unatoa maneno ya chumbani unayaleta nje. Yule hana adabu kwanza, anamzalilisha nani? Manara anasema. Manara anawataka watoto wadogo, anataka ndugu zake Manara, tabia gani alikuwa nayo Manara anaca haja na hicho kitu kidogo hicho kishangazi sijui kilichokuja, lakini namuita kinamwitae shangazi, ni muongo, ni uongo wa kutunga. Sasa wewe mtu jogo wa wiki, inakuwaje tena mtaki shangazi yako, anaenda kufanya naye nini? Wewe si shangazi jogo wa wiki, anakuwaje tena mtaki shangazi yako, anaenda naye kufanya naye nini? Jogo mtu wa wiki, si ndio uongo wa kutunga. Hicho cha kwanza kwanza, yule binti muongo, hicho tu cha kwanza, kwamba kwa ni muongo, aongee ukweli yeye yeah, aongee ukweli kwamba yule bibi yule, kiruka njia yule, kung, kunguru afugiki. Zailisa, huyo Zailisa kunguru asiofugika. mm. kwa sababu kama Manara alikomtoa akaenda kumfungulia dunia, maana Manara akaa kama Klaus, kamfungulia dunia dunia kabisa, kafunguliwa baada ya kuoneshwa njia tu mm. ndio anajifanya yeye anajua kwenda na anajua kurudi. Sasa cha kumwambia Zailisa asimzalilishe Manara, asimzalilishe Manara kwenye mitandao mm. Asiseme hajampa hata mia, ni uongo. Mm. Sisi tulichokiona na tulichokisikia ni uongo mtupu. Mm. Yule akiruka njia, aende akaruke njia kama kawaida yake. Kule alikotoka tu kwanza tulishasikia we mtu kaolewa leo usiku wa harusi anataka yule bwana atoe posa. Mtu tu anataka kuingia shambani akaangalia matunda, yeye yeah, anamwambia kwamba matunda bila kuangalia atoe kwanza hela. Kule alikotoka. Kudula Makabila. Makabila, Alikuwa anamuuzia. Alikuwa anamuuzia. Alikuwa anamuuzia anamwambia na bwana kama vipi? Siwezi kulala kitanda kimoja na wewe mpaka uanze kunipa hela. Mtu bwana harusi. Hivyo, mm, hiyo akili kweli? Yule akili yake pungufu, yeye ajielewi ya haiwezekani mume wako kamuuzie mapenzi. Dula Makabila alikuwa anamuuzia mapenzi. Hapo, cha kingine Dula Makabila alikuwa anamnyoa pitu. Ah. Eh, alikuwa anakunywa pitu. Ili asizae. Ili asizae. Yaani, yule kiruka njia, kiruka njia. Na kwanza Manara kwa ajili gani alikuwa anamsainisha mikataba yote yule bibi? Mikataba yote ile Manara anamuonesha onesha njia. Kule kumfungulia dunia ndio kumemponza. Sim, mkewe sasa, ile muamini kwamba ataishi milele mke wake wataishi milele ipi? Kwanza angemwangalia yule mwana, macho juu anaonekana kabisa. mm. Sura payupayu yule, macho juu kabisa yule, anaonekana ana hata ustaarabu hivi mwanamke. Ustaarabu, mtu aliyekuoa akakuoa kabisa, akapiga goti nyumbani kwa babako, si kwa nani yako, leo unakuja kumwambia kwamba jogoa wiki? wewe una adabu kweli wewe? Hiyo si kukosa heshima kabisa? Wanasema labda labda Zaiylisa maisha kufungiwa hajazoea, labda eh, maisha kufungiwa hajazoea. Yule kunguru afugiki. Na alafu alikuwa anajua Manara awe kama zumbukuku kwamba anakokwenda na anakorudi asimuulize. Hmm, yaani ule ugomvi mkubwa yeye na, na nani na Manara, yule bibi alikuwa anataka kutoka kwa muda anaotaka harudi. Hmm, kwa muda anaotaka awe huru, awe huru. Awe huru. Hmm. Sasa kwenye ndoa hakuna hiyo hamna mwanamume wa disaini hiyo, akuache utoke, akuache uingie kwa muda unaotaka sio kweli. I, imesemekana kunakuwa na vitu vya ushirikina vimekutwa chumbani, viungo e, viungo nini, tafsiri yake huenda ikawa ni nini, kwa nini ambayo mmeshakuwa ndani ya ndoa, hasa yule alishakuwa namtega sana Manara alikuwa anamtega sana shemeji Manara kumtegatega kwa vitu vya Kiswahili mm. Kwa hiyo kashina Manara, unamjua tena Manara mtu mzito anayajua ya mambo. Mm. <laughs> Manara mtu mzito mambo haya anayajua na anaelewa yeah. Yule Manara alishamjua yule mtoto mdogo, awezi kumsumbua kwenye akili yake mm. Alikuwa anamwangalia tu kwamba anaenda naye vipi mm. Manara pima maji mm. Manara ana mchezo Manara ya kiboko zaidi eee, Manara kiboko kabisa so zaidi ya mamba, yani kiboko mkubwa kabisa. Sasa je, wewe Manara unamchezea nini kwenye mambo ya kiuzadi uzadi, Manara unamabia nini? Manara kila kitu anakijua. Sasa alikuwa anamwangalia tu kwamba anafanya nini, amweke tu sawa. Sasa kashashindwa, akaona huyu bwana ameshamshindwa hapa, cha kufanya ni endoke na kiruka njia wangu yule, kiruka njia kashazoea kuruka ruka. Sasa asimsumbue Manara. Manara, Manara japokuwa kachana na yeye Manara atampata mwanamke mzuri kushinda yeye. Manara kwanza, Manara asihangaike na yeye bwana, aaa, asihangaike na masabeti bwana, hawa wa, wa mjini hao, wanaotaka leo kesho mtu katoka wa nini. Wewe bibi kubwa, unashauri mathalani Manara anataka kaoe mwanamke mwingine, awe mwanamke design gani hasa? Manara sasa hivi aachane na watoto wenye jindogondogo, afate kidogo mtu mzima mwenye akili timamu anajifahamu, sio maselebreti, sio mtu wa mitandao, kwa sababu wanawafatafata yeye wa mitandao sana, wanataka mambo makubwa makubwa. Umeona, mambo ya kujuana, mambo ya nini, mambo ya nini, mambo mengi. Umeona, yeye afuate watu wazima, mtu mzima mwenye akili yake anaweza kaishi naye na mambo yakawa sawa kuliko kufuata watoto wadogo dogo, maselebreti au nini wanamzalilisha zalilisha. Hasa kama mtu anakuzalilisha kwenye mtandao anatoka na mambo ya chumbani anakuja kuyasema nje, huyo mwanamke naye huyo mwanamke, kuna ile video si uliiona ile, kuna ule binti Wazanzibari ejirekodi kwamba olewe na Manara. Uliona kolil ile video? Nimeiona, nimeiona na Manara imefikiashauri wako, labda amzingati yule, anaweza kumzingatia, lakini yeye ndo mwenye, Manara atajua atafanya nini, lakini watu wanatoka wanamtaka, yaani yeye alichosema kwamba na pana anakimbia naye Eh? Eh, yes ikasema, Manara ana haja naye, watu washamtia kwapani, wanakimbia na Manara, iko kwapani sasa hizi. Lakini kwa lakini nini Manara singepumzika, maana nao anaacha, ikipumzika hata miaka miwili hivi kidogo Aa, sasa yule si mwanamume lijali, na wewe mwanamume lijali atakaje bila kuoa? Kama, yes, mm, mm, e, kama kampa talaka zake tatu passport size huko. Hapo kwenye talaka tatu, watu wanasema kawaida wa Uislamu mtu akiacha talaka sana, kaida nikakwambia, yule ka njia maana kwa njia ndo hayo tu. Namuona kweli, wewe baada ya kupewa talaka tatu tu, baada mtoto wa kike akae sasa, afikirie yule mume wangu alikunja goti kwa babangu na akanioa, imekuwaje tena katika hizi talaka tatu ndo kuanza anasherekea anasherekea yuko kwenye mitandao kutwa nzima, yani tuna atatuelewi. Ndio maana nilikasema huyu somo yake nani? Yule binti aliyemzalisha mpaka somo yake ajitokeze, ajitokeze somo kwanza, yule yule mwanamke aliyemfunda somo. Maana yule bibi kaongea maneno machafu makubwa sana. Wewe huwezi kumwambia mwanaume jogoa wiki mara aninunulie nguo, mara eti nguo zote alizokuwa anavaa za bure kweli? Huo si uongo huo. Tuseme hata zile nguo za harusi alizonunuliwa na anao wa masponsa wanaomsainisha mikataba ya kununua meli za Ugiriki au uongo uongo wake tu. Na hili jambo la kutokujua kupika limekuwa linaimbwa sana tangu kipindi cha kudola makabila walikuwa nasema Zaiylisa hajui kupika hadi kwa Manara amelisema ile isha lini? Unahisi hili la kutokujua kupika yule bibi kujua kupika kweli hajui. Manara alikuwa anamvumilia, na hilo ndio litakwenda kumchapa uko mbele. Yule Manara alishamvumilia, alishamjua kwamba yule bibi kupika hajui. Na alimwekea wafanyakazi na kila kitu, lakini ule kweli kupika hajui yule. Yani ni mwanamke sio aina gani, hata siwezi kuelewa msichana yule e. We mtu umestiriwa, kupika kwenyewe hujui, mambo ya ndani huyajui, kumpeti mume hujui, bado umestiriwa, bado unatoka kifua mbele, unajifanya macho makavu, unaongea uchafu. Unafikiri nani atakayempata tena mwanamume mwingine wa kumstili, kwa maana maneno aliyoongea kwa kuhusu Haji Manara. Atampata wa kumkomba komba tu. Hawezi kumpata tena wa kumuoa hivi. Hawa ambao wanamsema kila kukicha Haji Sande Manara kwa haya ameyafanya. Wewe unawaambiaje sasa? Waamuache. Wamwache Manala asimfate fate. Manala anakijua anachokifanya. Manala mtu mzima anafahamu anachokifanya. Manala kashaoa mara tatu, sijui anakijua anachokifanya wanazijua kurudi wenyewe wanaweza kwenda wenyewe, wanaweza. Sasa, Manara, mimi nachomshauri aachane nao na huyu na wa Zaiylisa, asimjibu kuhusu kwenye mitandao siji, aachane naye, asimza, wasizalilishane, yule si ajielewi, amuache kama alivyo, yeye aendelee na mambo yake. Haya ni mambo ya kitoto sana. Kwa ajili Manara, mimi ninavyomuona, ninavyomshauri mimi kama shangazi, namshauri hivyo aachane naye. Ile ni mtoto mdogo tu, asimwalibie kichwa amuache aende zake atatafuta mwanamke mwingine atampata mzuri kushinda yeye. Mimi nashukuru sana mm. Tunazungumza na bi kubwa mmoja kati ya wa wamama ambao wananyoosha mtu anapokuwa e, amekosea mengi, tumeongea lakini kubwa zaidi, hebu tuambie kwenye comment hapo kwa haya ambayo yanaendelea wakati huu Zaiylisa na Manara, wewe comment yako ni ipi? Bi kubwa ameongela kwake, pia tuambie unahisi kwa hiki ambacho amekizungumza ni sahihi ama kuna namna yote ambayo amekosea. Mwisho kabisa nikwambie kama ndo mara yako ya kwanza kutazama hii video kwenye YouTube chaneli hi hii hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Chao.